Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Oktoba 16, 2025. Dakika kadhaa tu za kutizama taarifa mseto kutoka pembe tofauti za ulimwengu. Hii ni Nukta TV, langu jina ni Sau ezra Ngumbi, mtayarishaji ni Gule Gustav. Tafadhali ambatana nami mpaka tamati. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, limesema linaendelea kufuatilia kwa karibu na kutathmini hali ya ulinzi na usalama nchini katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika tarehe 28 na 29 Oktoba 2025 kama ilivyotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi Nchini, INEC, na Tume ya Uchaguzi Zanzibar, ZEC. Kaimu Mkurugenzi wa Habari na Mawasiliano wa JWTZ, Kanali Bernard Masala Mlunga, alikuwa akizungumza na wanahabari leo Alhamis, Oktoba 16,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 wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi mkuu. Benki ya Dunia imeahidi kuiwezesha Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa nishati ya umeme itakayotumiwa na nchi za Afrika ili kulinda usalama wa kiuchumi na uzalishaji wa bidhaa katika kipindi kifupi kijacho, pamoja na kuongeza thamani ya mradi wa treni endayo kasi SGR ili iweze kuwanufaisha wananchi na wawekezaji katika korido ambayo miundombinu ya treni itapita. Ahadi hiyo imetolewa na makamu wa rais wa Benki ya Dunia anayesimamia kanda ya Afrika mashariki kusini, Dr Ndiani Diop alipokutana na kufanya mazungumzo na ujumbe wa Tanzania unaoongozwa na katibu mkuu wa wizara ya fedha Dr. Natu Mwamba kwenye mkutano wa mwaka wa mashirika ya fedha ya kimataifa IMF na benki ya dunia inayofanyika jijini Washington DC nchini Marekani. Dr. Diop amesema Tanzania ni nchi iliyojaaliwa kuwa na vyanzo muhimu vya kuzalisha nishati na kwamba uzalishaji wa nishati utakaofanyika utakuwa na manufaa kwa uchumi wa Tanzania kwa kufanya biashara ya kuuza umeme kwenye nchi nyingine. Kuhusu ujenzi wa miundombinu ya S Dr. Diop alibainisha kwamba Benki ya Dunia iko tayari kusaidia reli hiyo kwa kutoa fedha zitakazojenga miundo mbinu itakayochangia kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi kwa wananchi katika maeneo ambayo reli ya SGR itapita. Shughuli ya kuaga mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya, Raila Odinga, imehamishiwa kutoka majengo ya bunge hadi uwanja wa michezo wa kimataifa wa Moi Kasarani kufuatia wingi wa watu waliokusanyika jijini Nairobi. Awali mapema leo Alhamis Oktoba 16, maandalizi yalikuwa yakifanyika ili mwili wa Odinga uagwe katika eneo la bunge baada ya kuwasili kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta, JKIA, na kupelekwa katika makafani Yalii kwa matayarisho ya mwisho. Hata hivyo, mpango huo ulisitishwa baada ya mamia maelfu ya waombolezaji kufurika barabarani na kufanya iwe vigumu shughuli hiyo kuendelea kama ilivyopangwa. Kiongozi wa serikali na kamati ya mazishi wamesema hatua ya kuhamishia shughuli Kasarani ililenga kutoa nafasi kwa wananchi wengi zaidi kuaga kiongozi huyo wa upinzani ambaye amehudumu kwa muda mrefu katika siasa za Kenya. Mwili wa Raila umepokelewa leo na idadi kubwa ya wananchi waliosababisha kusimama kwa shughuli katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, huku baadhi wakiingia ndani ya ndege iliyobeba mwili licha ya ulinzi mkali uliokuwa umeimarishwa katika uwanja huo. Wingi wa wananchi uliwazidi hadi wanajeshi na kulifikia jeneza lililokuwa na mwili wa Raila, huku wakiomboleza bila kikomo. Rais wa Kenya William Ruto, rais mstaafu Uhuru Kenyatta, familia marehemu Raila, viongozi wa serikali na wanasiasa mbalimbali waliofika okea mwili huo hawakupata nafasi kwa sababu ya umati uliokuwepo. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Oktoba 16. Asante kwa kuitegea sikio na kuitizama. Langu jina Ngumbi, arishani, ni Ezra Sau Ezra Ngumbi. Mtayarishaji ni Gulda Gustav, paka wakati mwingine. Bye bye.